Naam, mtazamaji hapa nikiwa Githurai, Githurai 44 nimepata hii nyumba inajengwa, lakini watu wanaishi ndani, watu wanaishi ndani na ni ghorofa kubwa sana. Hii ni bonge la ghorofa. Ukiangalia hapa juu wanajipanga kukoroga yani. Na nimefuatilia zaidi wanasema kwamba walikuwa na approval imeexpire. Wamekuwa na planning zote, ni kila kitu imeexpire hapa na wanataka kukoroga na ukiangalia zaidi watu wanaishi chini. Watu wanaishi chini. Hawana sanaji yote kuonyesha kwamba ni contractor. Hawana sanaji yote kuonyesha kwamba yani kuna shughuli ambayo inaendelea hapa. Hawajaweka net. Yaani makosa ni mingi sana, Bwana Patrick Analo, Chief Officer Urban Development and Planning Nairobi County. Tuko hapa Kidurai. Right. Na hapa nimekutana na engineer mwenyewe ama zini mdogo wake, vipi unaitwa nani ndugu yangu? Francis Ogola. Francis Ogola. Eh, labda naona shughuli zenu zinafanyika hapa labda niambie siri ni gani maanake, naona hamjafuata ratiba ya Nairobi County ama mambo na planning? Ni vile tumefunika huko chini na mambao mm -hmm. net ndio hatujaweka nje, but tumefunika kule chini, hakuna kitu access pale kwa watu mm. yeah. kwa hivyo naona pia yani, watu wanaishi chini. Kwa nini mnajenga nyumba watu wakiwa chini? Unajua, sasa kwa vile ilikuwa tu bado iko sawa haina leakage yoyote ya kwamba inaweza anguka ndio mm -hmm. Sababu tulisiba ile penye wanaishi mm hakuna -hmm. kitu inaweza iwafikie, lakini utaratibu wa ujenzi labda mnazingatia ama mzingatia? E, tunazingatia isipokuwa ni makosa ndogo ndogo yenye mmeona mm -hmm. but tumefuata kila njia yote inayotakikana mm -hmm. mm -hmm. Kwa hivyo nimeona, nimezungumza na baadhi ya maafisa wanasema kwamba mliruhusiwa tu kumwaga kukoroga lakini gorofa isiendelee, labda hao maafisa waliwashauri ama hawajawashauri washauri? Mm, hatukuwa tumefikia hiyo kiwango yenye umesema ndiyo. But sasa leo ndio tumejua uh-huh. Yes. Kwa hivyo umesema shughuli lazima iendelee, tutafanya vile umesema ya kwamba tuweke net mm. na tuweke hiyo mambo ingine mm. so that ndio tuweze kuwa, kufikia ile kiwango mnataka. Yes, patu kanalo Chief Officer Urban development and Planning nikiwa hapa Githurai 44. Yaani, kuna baadhi ya watu wanajenga nyumba shagala bagala. Yaani, wanajenga nyumba bila mpango bila plan. Na zaidi yote, siku moja ama kila siku tunaarifu watu jamani wajenge nyumba wakikuwa na approval ya city county, na pia wakiwa na planning angalau pia washauriwe na maafisa wetu wa county. Mimi wananiita Ba Mkubwa na siku zote niko ground kuhakikisha kwa kwamba watu wanajenga nyumba kwa ustadi, watu wanajenga nyumba kwa njia ambayo ina style kabisa. Hapa makosa ni kubwa kabisa, rafiki yangu, lakini zaidi yote watu wanaishi chini na nyumba inaendelea kujengwa, lakini zaidi yote pia inakuwa ni balaa kabisa na ni very risk kwa watoto wetu na jamii zetu, watu wa na Nairobi. Mimi wananiita Ba Mkubwa, fumba mfumbia mjinga, nimeenda zangu.